Ifikapo hapa kwenye Luka 17 Yesu amekuwa kwenye huduma yake ya hadharani kwa takriban miaka mitatu. Ameendelea kuandaa wanafunzi wake kwa uhalisia kabisa kuhusu maana ya kumtumikia kwa kusema ukweli katika dunia yenye uhasama. Na ningependa kufupisha mafundisho yake kupitia kifungu hiki cha maandiko kwa kuyachambua mafunzo ya Bwana katika kile nitakachokiita vikumbusho vitatu na kumbusho la kwanza ni hili tu: kuwa makini. Hivyo ndivyo ilivyo, kuwa makini. Bwana anasema hapa kwenye mstari wa kwanza, "Akawaambia wanafunzi wake, vishawishi vya kutenda dhambi lazima vitakuja, lakini ole wake yule ambaye kupitia kwake vinakuja." Sasa hebu nikuambie, dunia hii si rafiki wa tamaa yako ya kuishi maisha ya kumcha Mungu. Vishawishi na dhambi ni mambo yasiyoweza kuepukika. Kila siku unapoamka kitandani, utapitia jaribu la uadilifu, na hakuna hata mmoja wetu atakayekuwa huru na dhambi au vishawishi hadi tutakapomwona Yesu. Lakini jambo linalompa Bwana wasiwasi hapa ni kwamba wanafunzi wake wasiwe chanzo cha vishawishi kwa wengine. Yesu anasema ole wake yule ambaye kupitia kwake vishawishi vinakuja. Neno linalotumika hapa kwa ajili ya kishawishi ni neno la Kigiriki skandalon, ambalo limetupa neno kashfa. Hilo linamaanisha moja kwa moja, e, eh, kunasa. Kwa hiyo Bwana anatukanya hapa tusishi kwa namna ambayo tunamkwaza au kumnasa mtu mwingine. Anaendelea hapa katika mstari wa pili, ingekuwa afadhali kwake kama jiwe la kusagia lingefungwa shingoni mwake na akatupwa baharini, kuliko kumsababisha mmoja wa hawa wadogo kutenda dhambi. Naam, hiyo ni onyo kabisa, sivyo? Unapomsababisha mdogo, mtoto au hata mtoto katika imani, kwa namna fulani kuumizwa kiroho kwa sababu ya maisha yako ambayo yanakuwa kishawishi kwake kutenda dhambi Ingekuwa bora kwako kufungwa jiwe kubwa la kusagia shingoni na kutupwa baharini. Kwa maneno mengine, ingekuwa bora kuzama kuliko kumsababisha mdogo aingie kwenye maisha ya dhambi. Hili ni onyo lile lile kutoka kwa Bwana lililorekodiwa pia katika Mathayo 18 na pia Marko tisa. Kwa usahihi zaidi, pale inarejelea waumini wachanga, waumini wapya Hivyo angalia jinsi unavyoishi, uwe mwangalifu, ili maisha yako yawe eh, ya kuigwa kwa ufanisi unapotembea na Kristo. Sasa ukumbusho wa pili ni kuwa msamehevu. Uwe msamehevu. Yesu anasema hapa katika mstari wa tatu, kama ndugu yako akitenda dhambi mkemee, na akitubu msamehe. Hivyo jukumu letu la kwanza kwa waumini wanaotenda dhambi ni kuwakemea au kuwaonya kwa lengo la kutubu na kurejeshwa na kurejeshwa katika ushirika. Ikiwa watatubu, ni jukumu letu kuwasamehe, na msamaha huu unatakiwa kutolewa hata kama mtu anatenda dhambi mara kwa mara na kila mara anatubu. Yesu anasema hapa katika mstari wa nne: hata kama atakukosea mara saba kwa siku, lazima umsamehe. Sasa usemi huu wa mara saba haumaanishi kwamba unaanza kuhesabu. Hii ni msemo wa Agano Jipya unaomaanisha kumsamehe mtu bila mipaka yoyote. Lakini nataka uangalie kauli ya kufafanua hapa: tunapaswa kuwasamehe kila mara kunapokuwa na toba ya kweli. Sasa, vipi kuhusu mtu ambaye hatubu? Basi angalie hapa kwamba msamaha unategemea toba. Mstari wa tatu unasema tena, kama ndugu yako atakukosea, mkemee na akitubu, msamehe. Unajua, anasikia viongozi wa Kikristo na wahubiri siku hizi wakiomba kwamba Mungu aisamehe Amerika, lakini ngoja nikuambie, Mungu hataisamehe Amerika kwa sababu Amerika haitubu. Kwa kweli, Amerika hata haiombi msamaha. Unaona, kinachopuuzwa mara nyingi ni ramani hii ya njia hapa. Toba humfanya mtu aombe msamaha, na hiyo husababisha msamaha na ushirika. Kwa hiyo msamaha ni jambo la pande mbili ambalo hatimaye huleta upatanisho na ushirika. Huwezi kuwa na ushirika na mtu ambaye anakataa kutubu dhambi yake dhidi yako. Kwa kweli, labda sasa hivi unapitia aina hiyo ya changamoto kuna mtu amekuudhi, amekuchafua, au amekutendea vibaya. Inawezekana wewe ni mwathirika wa uhalifu wa mtu mwingine. Sasa utawasameheje kama hawatubu? Kweli, kwa namna halisi kabisa, huwezi. Huenda hata usiweze kuzungumza nao kwa sababu wamehama mbali, labda tayari wamefariki. Lakini sikiliza, unaweza kuzungumza na Bwana kuhusu wao. Unaweza kuiga mfano wa Yesu msalabani aliposema Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Sasa Yesu hakusema hivyo kwao, haya, nimewasamehe. Alisema hivyo katika sala kwa Baba yake. Unaona, msamaha wakati huo ulikuwa ni mabadilishano ya sala kati ya Yesu na Baba yake wa mbinguni na vivyo hivyo kwako leo, msamaha unaweza kuwa kati yako na Bwana. Yule mtu mwingine anaweza asije akaomba msamaha wako. Wanaweza kuwa wameondoka kabisa, lakini unaweza kwenda kwa Bwana na, na unachofanya kimsingi ni kumkabidhi Bwana huyo mtu, dhambi hiyo, tukio hilo, ukisema Bwana, he ye nawasamehe kama vile ulivyosamehe wale askari Warumi na viongozi wa kidini waliokutundika msalabani nataka kuwa na roho ya msamaha kama hiyo mbele zako Bwana. Kwa kweli, nitamkabidhi huyo mtu kwako na kuacha kumfanya aendelee kuishi upya dhambi yake dhidi yangu. Nitaamini Bwana, mapenzi yako juu ya maisha yangu ambayo yalijumuisha tukio hilo, kama vile Yusufu alivyouzwa kwa Wamisri kulingana na mapenzi ya Mungu. Nitaamini mapenzi yako Nitakupa chuki yangu dhidi ya matendo yao, naiweka mikononi mwako Bwana, kuanzia sasa. Sasa wapendwa, huenda usiweze kufurahia ushirika mpya na mtu aliyekutenda dhambi e, kwa sababu hajatubu, lakini unaweza kufurahia ushirika mpya na Bwana ambaye sasa unamwamini upya kuna mtu aliwahi kusema kwamba hatuchagui misalaba yetu, lakini tunachagua namna tunavyoitikia. Kuwa na roho ya msamaha mbele za Bwana ni mojawapo ya majibu ambayo tunapaswa kuchagua. Sasa, kama huyo mtu atakuja kwako akitubu kwa dhati na kuomba msamaha, Yesu anasema hata kama imekuwa unajua, mara saba, wasamehe na si ajabu basi kwamba wanafunzi walifuata mafundisho haya kwa kumwambia Bwana hapa kwenye mstari wa tano, tuongezee imani yetu. Watahitaji imani zaidi ili kumtumaini Bwana waweze kusamehe namna hiyo. Sasa Bwana anaendelea kuwapa ukumbusho wa kutumika kwa uaminifu mstari wa saba je yeyote kati yenu mwenye mtumishi anayelima au kuchunga kondoo atasema naye anaporudi kutoka shambani njo haraka uketi mezani badala yake je hatamwambia nipikie chakula cha jioni vaa vizuri unihudumie wakati ninakula na kunywa halafu ndipo nawe utakula na kunywa je anamshukuru mtumishi kwa sababu ametimiza alichoamriwa sasa Yesu anaelezea muundo wa kawaida wa kijamii katika siku zake. Mtumishi wa nyumbani hakutegemea kushukuruwa kwa kufanya kazi kwa bidii mchana kutwa na hata usiku. Lakini Bwana anatumia mfano huu kwa wanafunzi wake hapa katika mstari huu kumi: vivyo hivyo nanyi mkisha kufanya yote mlioamriwa, semeni sisi ni watumishi wasio na faida, tumefanya tu wajibu wetu. Wapendwa, mngependa kujua nini kinachokuwezesha kuishi kwa uangalifu ili wale wanaokuangalia wasivutwe kutenda dhambi? Je, unajua nini kinakupa ule moyo wa kusamehe unaoishi nao ukiwaamini watu ambao hawataki kuomba msamaha kwa Bwana? Basi jibu ndilo hili Mtazamo kwamba wewe ni mtumishi usiye na faida, kwamba Mungu kwa neema yake alikuchagua wewe na mimi, kwa neema yake yeye, yeye hata amechagua kututumia sisi. Na tunajijua mioyo yetu, sivyo? Tunajua kuliko mtu mwingine yeyote kwamba sisi hatufai kwa uwezo wetu wenyewe. Lakini hapa ndipo jambo la kushangaza hu, Bwana atatukirimu siku moja, atatulipa thawabu kwa kila tendo dogo la huduma ya uaminifu. Na wapendwa, naamini tutashangaa jinsi Bwana atakavyotulipa kwa furaha na hamu kubwa kwenye bema ijayo, kiti cha hukumu cha Kristo. Hapo ndipo waumini watapewa taji na vito vinavyoashiria hata juhudi zetu ndogo kabisa, 2 wa Korintho saa tano na madakika kumi lakini hebu niwaambie, hiki ndicho tutakachofanya na thawabu zetu. Biblia inatuambia kwamba tutazitupa, tutaziweka miguuni pake, kana kwamba tunakiri, Bwana, lolote jema tulilofanya, tulitimiza wajibu wetu tu, tulifanya tulichoamriwa, tulikufuata, tulikutii na tulifanya kwa nguvu zako na tunapoweka taji zetu miguuni pake, Biblia inasema tutakuwa tukimwambia Bwana, unastahili Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na nguvu. Hivyo basi, kati ya leo na siku ile ya tuzo, hiki ndicho tunachopaswa kufanya: Tumtumikie kwa unyenyekevu, tuishi kwa uangalifu kwa ajili yake, na tuwe na roho ya msamaha kama yeye alivyoonyesha, kwa sababu sisi ni wanafunzi wa Yesu. Na hii ndiyo sala yangu kwako kama mwanafunzi mwenzangu: neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.